Haya, Halima Mvula Komba, huyu tena atakuwa dadangu kutoka Songea. Asante sana baba, nashukuru. Mimi ni askari ambaye nilifanya mafunzo kwa mkuu wa mkoa wa Tanga, lakini kwa bahati mbaya nilitumika kwenye kazi ndani ya miaka kumi na saba ikanifika ajali ya kudondoka ghorofani kazi hiyo nilifanya kwa kiwango cha miaka mingi sana. Nasikitika nikipata majibu kutoka kwa mkuu wa mkoa na benchi la malalamishi kwamba tajiri wangu amenikataa kunilipa madai yangu. Kinachonisikitisha ni kwamba meneja aliyotupiga picha kutupeleka kwenye mfuko wa hifadhi ya taifa ni yeye Hemedi. Pili ni yeye mkurugenzi wa kampuni hiyo kwa sasa. Kinachonisikitisha, anajua kwamba nimeumia sana. Pili, anajua kwamba mimi nilikuwa ni mtumishi wake, tatizo limenifika, ni bahati mbaya. Kwa nini ananikana? Nina familia, sina mume, inanisikitisha sana kwa kweli. Naomba nisaidiwe na mfuko wangu wa hifadhi, miaka ni mingi hata hiyo hela ya maumivu mazito asiponilipa anipe tu hifadhi yangu ya mfuko wa taifa nateseka. Wanangu wamefaulu, naombaomba ili wasome, niko na maisha magumu sana. Jamani, asanteni jamii na watanzania wenzangu, hongereni kwa matumishi eh. Pole sana dada yangu, nitaomba nikuulize ya maswali machache. Mwajiri wako alikuwa anaitwa nani? Ahemedi Faki Aurora, H for H Emedi Faki Aurora ajapeleka amekuweka kwenye mfuko lakini hadai ana hapeleki hela japo alikuwa ananikata kazini. Watu wa NSSF wako hapa? mfuko wa hifadhi ya jamii wapo? Mheshimiwa Rasi, Mheshimiwa Rasi watu wa hifadhi wa mfuko wa jamii wapo, wako wapi? Tunaomba mtu wa hifadhi ya mfuko wa jamii apigiwe simu aje, tunamsubiri hapa. Haya, mtaalamu wa NSSF amefika. Mtaalamu wa NSSF uko wapi? Niko naye kwa sasa, niko naye, naongea naye. Aje, aje atujibu hapa, hapa shike mic hapa, hakuna kuongea chemba, nataka ongea hapa tu jamani aongee hapa eh? Haya. Nashukuru sana nimemuona huyu baba. Eh. Mtaalamu, naitwa nani? Naitwa Nuru Ramadhani Mbaga. Nuru Ramadhani Mbaga. Ndiyo, mheshimiwa. Sasa huyu dada Halima alikuwa ni mwajiriwa. Naam akiwa anafanya kazi alipata ajali akadondoka. Na mpaka leo hajalipwa mafao yake, amekuja kwenu, unamwambia mwajiri akuleta fedha. Sasa maelekezo ya Mheshimiwa Raisi ni kwamba endapo mwajiri akuleta fedha, mwajiri ambaye ameandikishwa kwako akuleta michango ya mfanyakazi wake, wewe una wajibu wa kwanza kumlipa mfanyakazi, pili ndio unakwenda kupambana na mwajiri kumshtaki akulipe fedha yako pamoja na riba na faini. Sasa nakukabidhi dada Halima, pokea kesi yake. Utakuwa una ripoti kwa Mheshimiwa rasi. Rasi si unamjua utakuwa na ripoti tu kwa Mheshimiwa Rais yuko pale, na Mheshimiwa Rais atakuwa ananipa taarifa mimi moja kwa moja. Nashukuru mheshimiwa, na mimi nitakuwa napeleka taarifa kwa Mheshimiwa Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan. Nashukuru mheshimiwa, ili kadhia ya Halima iweze kuisha kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dokta Samia oyee! Haya Wanambaga, sasa unaruhusiwa kwenda na Halima, chukua maelekezo yake, tatua tatizo lake. Tulikubaliana zege ya ilali hapa, sio jamani?